Vodacom, kazi ni kwako. Na ninayezungumza hapa ninaitwa Mtela Mwampamba ambaye ni katibu wa Jukwaa Huru la Wazalendo Tanzania. Sisi kama wazalendo wa taifa hili tumekuwa na masikitiko makubwa sana dhidi ya hujuma ambazo zinafanywa na baadhi ya wananchi ambao ni wachache eh, wakiwepo wasomi, wafanyabiashara wakubwa pamoja na na na baadhi ya wanasiasa. Hujuma hizo zimekuwa zikifanywa na zinaendelea kufanywa eh, juu ya Mheshimiwa Rais wetu John Pombe Magufuli. Naamini kabisa Watanzania wote tunajua kilio na kero ya muda mrefu ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kushindwa kuweza kuwawajibisha watendaji wabadhirifu wala rushwa na wasiokuwa kimekuwa ni kilio cha muda mrefu sana na kilio hicho sio kilio cha viongozi, ni kilio cha Watanzania tulio wanyonge. Lakini kwa muda mrefu sana kilio hicho tumetua kuwa tukilia. Leo hii amepatikana kiongozi ambaye anaweza kuitikia kilio chetu ambaye anaweza kuweza, anaweza, anaweza kutuponya au kutufunga vidonda vyetu ambavyo tulikuwa ni kilio cha muda mrefu cha Watanzania. Lakini kuna baadhi ya Watanzania wachache wamekuwa wakifanya hujuma ili kuweza kumkwamisha mheshimiwa Rais John Pombe Magufuli. Lakini kumekuwa na baadhi ya wanasiasa na wasomi ambao wao wameamua kwenda mbele zaidi, e, na kuweza kumshutumu mheshimiwa Rais kwamba mheshimiwa Rais John Pombe Magufuli kwamba anatumia utawala wa kiimla yani, akimaanisha kwamba mheshimiwa John Pombe Magufuli ni dikteta. Lakini sisi Watanzania wote tunajua kwamba katika serikali yoyote ya kidikteta hakuna mtu yoyote mwenye uwezo wa kumsema, mwenye uwezo wa kuwa na uhuru wa kumsema mheshimiwa Rais. Serikali zote za kidikteta hakuna uhuru wa aina hiyo. Lakini hawa watu wanaosema serikali ya John Pombe Magufuli inaendeshwa kidikteta, hao hao wana uhuru wa kuzungumza hilo jambo, na wala hakuna chochote kinachoweza kufanyika. Kwa hiyo wanawaaminisha watanzania kwamba kuna se, hii serikali ya kidikteta, wakati serikali ya kidikteta hakuna jambo la kuweza kutoa maoni yako na ukawa huru na ukaachwa bila kubuguziwa na mtu yeyote. Lakini vile vile unapozungumza kwamba serikali hii inaonekana mheshimiwa John Pombe Magufuli ana ana, ana, ana, ana utawala wa kiimla yani wa kidikteta, lakini vile vile unawaambia wananchi unawaambia watumishi wa serikali ambao wamesimamishwa kazi, unawaambia kwamba waende mahakamani. Lakini sisi wa Tanzania tunajua kwenye serikali yoyote yenye vinasaba vya vya udikteta au kiimla, hakuna uhuru wa mahakama wala hakuna mahakama. Kwa hiyo huwezi kusema wananchi au wa, watumishi waliosimamishwa kazi waende mahakamani, wakati vile vile unaituhumu kwamba serikali hii ni ya kidikteta. Serikali ya kidikteta haina mahakama. Kwa hiyo hilo la Tanzania lazima tujue kwamba tusichezeshwe ngoma, tusichezeshwe mbwembwe, tusichezeshwe siasa katika masuala ya msingi. Lakini hii vita tunayopigania ya ya kuhusu baadhi ya watumishi wabadhirifu, hii ni vita ya Watanzania wote na ni kilio cha Watanzania wote, na sisi kama Watanzania lazima tuweze kumuunga mkono mheshimiwa rais. Hawa wanasiasa na baadhi ya wasomi wanaosema Mheshimiwa John Pombe Magufuli amekuwa akivunja aki katiba kwa sababu bado hajawakasimisha mawaziri na manaibu waziri eh, kazi zao na majukumu katika wizara zao. Lakini tunajiuliza, tumekuwa tukisikia hilo neno kwamba mheshimiwa eh, rais bado hajafanya hajafanya mwongozo huo wa kuweza kuwapa mwongozo hao, hao ma, mawaziri. Lakini hawa wanasiasa na wasomi hawatuambii kwamba ni ibara ipi ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na ni kifungu kipi cha sheria kinachosema rais aweze kukasimisha eh, madaraka yake kwa mawaziri kwa muda upi? Lakini vile vile, ndugu zangu waandishi wa habari, eh, kumekuwa na, na mambo ambayo bado yanaendelea. Tumesema kwamba tunaamua kukemea na tunazungumza kuhusu watu wanaotaka kumkwamisha Mheshimiwa John Pombe Magufuli kwamba kuna baadhi ya wanasiasa, kuna baadhi ya wafanyabiashara wakubwa, na kuna baadhi ya wananchi wa kawaida, na kuna baadhi ya wasomi. Lakini tukienda katika kipengele cha baadhi ya, ya wafanyabiashara wakubwa ambao mpaka leo hii kila mtu anajua kwamba kuna kitu ambacho kinaendelea, kinachouzwa kuficha sukari. Baadhi ya wafanyabiashara wakubwa wamekuwa wakificha sukari lakini vita ya kuweza kuficha sukari sidhani kama ni vita inayomwathiri mheshimiwa John Pombe Magufuli peke yake. Sisi kama Jukwaa Huru la Wazalendo tunaamini kwamba kuhujumu au kuficha sukari ili Watanzania tusipate huduma hiyo, sisi tunaamini hii ni vita ambayo ni ya Watanzania wote. Sidhani kama mheshimiwa John Pombe Magufuli rais ana tatizo la kupata sukari pale Ikulu, lakini hii inatuathiri sisi wote Watanzania, na tunaomba sana hawa wafanyabiashara wakubwa waweze kujipima uzalendo wao huko wapi kwa sababu hujuma ya kiasi hiki ni hujuma naotuathiri sisi Watanzania kwa ujumla lakini pia tunataka tuwashauri wa, wa, wa, wa, wa, wafanyabiashara wakubwa hasa wafanyabiashara wa sukari tunaomba wamuunge mkono mheshimiwa John Pombe Magufuli kwa sababu mheshimiwa rais alishazungumza kwamba kwa sababu anataka kuokoa anataka kuziba mianya anataka kuendeleza viwanda vyetu anataka kuendeleza soko la ndani anataka kuendeleza wawekezaji wa ndani, akaamua kuzuia kwamba sukari ya nje isiingie ndani, sukari ya nje isiingie Tanzania ili tuweze kuendeleza viwanda vyetu, ili tuendeleze wawekezaji wa ndani, ndio lengo lake. Lakini cha kusikitisha, ambayo sisi jukwaa huru la Wazalendo tunasikitika ni kwamba mheshimiwa rais ameamua kuzuia kwamba sukari isiingie ndani ili tuweze kukuza wawekezaji wa ndani na viwanda vya ndani na wafanyabiashara wetu wa ndani. Lakini wafanyabiashara hao badala ya kuunga mkono jitihada za mheshimiwa John Pombe Magufuli, wao wameamua kuficha sukari ili waweze kumkomoa. Tunaomba kabisa waweze kujirekebisha na waweze kupima